Tuendelee kukopa tu, mimi sioni shida. Bahati nzuri nikafanya tathmini nyingine, nikatazama na majirani zetu hapa, jirani yetu ambayo watu wengi kwenye mitandao ya kijamii wanapenda kujikompea naye, nchi ya jirani ya Kenya, yeye deni lake kwa mwaka kwenye bajeti ya mwaka huu liko asilimia mia mbili sabini na nane ya pato la taifa, sisi ya kwetu liko asilimia mia mbili. Tuko vizuri kama ukikompea budget against gdp lakini mwaka elfu mbili na kumi. Sisi tulikuwa asilimia thelathini na tano ukikompea deni la taifa against GDP, lakini wao au majirani zetu walikuwa asilimia arobaini na nane leo hii wako asilimia sitini na saba ukikompea. Kwa hivyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda vizuri, hatuna haja ya kuogopa a kelele za watu, kwa sababu kwanza deni letu liko ndani ya threshold. Threshold ya